Ni afueni ya muda kwa vijana wanne wanaohusishwa na makala ya upekuzi ya Bunge la Damu kuhusu mauaji yaliyotokea wakati wa maandamano ya Gen Z yaliyokuwa Juni mwaka jana. Hatima yao bado haijulikani, lakini kwa sasa hawajakamatwa wala kushtakiwa, huku mkurugenzi wa mashtaka ya umma akipewa muda zaidi kufanya uamuzi wa kufungulia mashtaka. Interim orders are extended wanne hao waliwahi kukamatwa katika studio yao eneo la Karen jijini Nairobi, na polisi walichukua na kuzuia ya vifaa vyao vya kazi. You know, so mawakili wao wanapinga hatua hiyo na kusisitiza ni ukiukaji wa sheria ya uhuru wa wanahabari lakini afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inasisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na wiki tatu zaidi zinahitajika ili kukamilisha. Wakati huohuo, mahakama imeamuru maafisa wawili wakuu wa polisi, Inspekta Mkuu Nixon Kinywa na Mogawe Kesa Wechuli, kufika kotini kueleza kuhusu nafasi yao katika kukamatwa na kuchukuliwa kwa vifaa. Wanatarajiwa kufika mahakamani mwezi ujao. Kesi itatajwa tena mahakamani tarehe 16 mwezi ujao. Yunis Omolo, K24 Nairobi.